Hi guys, yeah. Nimeona nifanye hii video because I think kama nchi tuko sehemu ambayo kila mtu amechanganyikiwa, yaani kila mtu ana ana watch kinachoendelea Tanzania, tunakiangalia kama movie inatokea, afu hatuelewi hii movie ina happen to us, ina happen kwetu. Yaani haya ni mambo tu tumezoea kusikia kwenye nchi zingine lakini nao tunayasikia kwetu na, yani hatuyasikii kwetu, tunayaona kwetu, na kinachoumiza ni kwamba hii yote hiyo haya ah, yote anatokea kwa sababu ya mali tu, kwa sababu ya pesa tu. Sasa hivi Tanzania hatuna amani, hatuna raha. Hii yote kwa sababu kundi la watu wachache tu wanataka kuendelea kuishitulia Tanzania waendelea kwenye Yaani, kama watanzania tusinge fight back huu uchaguzi wao wa kitapeli wanaofanya, kama watanzania tunge tungeukubali kama jinsi ambavyo wao CCM waliimagine kwenye kichwa chao, kwamba tukiwatoa tu chadema chadema, wakitoka kwenye picture sisi, hii nchi yetu, hawa watanzania watakuwa bize na umbea, watakuwa bize na upumbavu, watatuacha. Lakini haijawa hivyo haikuwa vile walivyotegemea CCM kwamba sisi tutaendelea na umbea tutaendelea na mambo ya stu, stupid, lakini instead wakapata surprise kwamba nchi nzima tukakataa uumu. So kwenye hii state ambao tupo sasa hivi, ambao nchi nzima tupo kwenye confusion, tumechanganyikiwa, tuna wengine wanafia, wanaogopa, wengine hawajui what's going to happen tomorrow lakini nikwenda kukujambia kwamba mpaka hapa kwanza, tujipe moyo, we have done so well so far. Tumewa surprise sana, tumewa surprise sana aw wauni yeah, oh, wanamtandao hawakutegemea hawakutegemea pushback kama hii kutoka kwetu. Sasa kingine ambacho nikuwa nataka niwaambie ambao ndio information iliyonayo so far about polepole ni kwamba he still alive hii ni information napewa direct na polisi, wananiambia he still alive, lakini kaumia. Wanasema Asmofeli alitoa four days, ametoa four days, four days auawe. Na hizo four days Asmofeli alizotoa ametoa, ni kama vile wanasubiri tamko rasmi kwa kutoka kwa Samia ko kama zi, lisipotoka tamko lingine waendelee na hili tamko lake yeye, lakini wanaye wanaye wanaangalia kwanza upepo wanaangalia, wanaangalia reaction za wananchi zitakuwaje, wamwachie au wamnunue, wanaangalia reaction lakini uh, Samia anaye anaye Polepole anamshikia Polepole sasa hivi Samia ndo ndani dakika hii tunaongea no, Samia ndo Mungu wa Polepole yeye ndo anaweza kuzima suti sasa hivi wanasubiria Samia awaambie. uwenye kingine ambacho nilikuwa nataka niwaambie ni kwamba tokea issue ya Captain Tesh, jeshi alikaliki sana. Sasa hivi mpunda anahangaika, anafanya na uchunguzi, wanajaribu kufaind out, anajaribu kufaind out kwenye jeshi ni kiasi gani cha jeshi ki, kiko na na Captain Tesh sasa wanajeshi wananiambia kwa sababu wamekuwa wakisoma especially jana usiku eh, wamesoma um, jana usiku, kwani mimi leo asubuhi wamekuwa wakisoma mnawaambia jeshi chukua nchi, jeshi chukua nchi, lakini uh, <coughs> kuna kitu, kuna mmoja mwanajeshi mmoja ameniambia, ameniambia inakuwa kitu rahisi kwao pale wananchi wanapokuwa wameanza, lazima muanze, lazima muingie barabarani kudai haki, alafu jeshi sasa, alafu polisi ikiwa mistreat ikiwapiga, ikifanya chochote, polisi ikiwa mistreat, kama vile kuachia silaha za moto kuwa watu pale, sasa ndo wanakuwa wana wana ile legitimacy ya kuingia na kulinda wananchi. Lakini yani, according to them and what they tell me, ni kwamba hiyo hiyo tarehe 29 Samia tumuone hatoboi. Yaani, situation ni mbaya, Tanzania kuko vile tunavyowaza sisi. Situation ni mbaya ni mbaya ni mbaya ni mbaya na yaani sijui Mungu atakusaidia vitu sijui, kwa sababu kuna watu wachache tu ambao wanaweza kustopisha hii kitu yote. Na watu wachache hawaelewi kitu, kwa sababu wameweka mambezi. Seriously, sasa hivi kuna watu wawili wanaweza kusafisha hii kitu Tanzania ikawa poa: Samia, Kikwete. hizi mtu mbili dakika mbili sasa hivi wanamua tu. Samia, basi acha mama wape katiba mpya tuende, acha waendelee, lakini hawa hawawezi. Kikwete na wao, Samia hawawezi, kwa sababu bado wa, walikuwa wana plani nyingi za kuibia Tanzania, walikuwa wana plani kubwa za kufanya ufisadi hmm, na wana maprojekti kibao yapo katikati Unaona, kwa hiyo wanaona ni kama bado yani, bado wanahitaji muda kuisafisha nchi vizuri. Kwa hiyo anyway, guys mimi bado nipo kwenye show.